Nchi hii kwenye wakati huu hasa inapiga hatua kubwa kwenye upande wa maendeleo ya michezo, kiasi kwamba tunahitaji sana miundombinu ya michezo kote nchini, katika kuhakikisha hilo linafanyika kwa nguvu zote kama ambavyo limekuwa likifanyika sasa hivi. Kwa hiyo serikali haina uwezo wa kujenga viwanja vyote kwa wakati mmoja. Na hivyo ndio maana tunawaomba sana wadau wetu watusaidie katika kuhakikisha wanawekeza katika miundo mbinu ya michezo kote nchini. Mahali popote wanapoweza na sisi tutakuwa tayari kutoa ushirikiano na utaalamu wa kuona namna ambavyo tunaweza tukalifanya hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida. Kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa uh, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa uh, ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo, na hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uh, uongozi wa timu hii uko serious. Swala la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja baada ya nyingine. Hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja na lifti ndugu zangu wa Singida inakukutia njiani, hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa, wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi, inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wa kuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Kwa hiyo niwapongeze sana wana Singida, nimefurahia mmekuwa na uwanja mzuri sana pengine uh, miongoni mwa viwanja uh, vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu, na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli, sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Mjumbe wa bodi hapa ametangulia kusema kwamba timu yenu iko katika tatu bora mwaka huu. Mimi sina la kusema kama uh, waziri mwenye dhamana ya michezo niko kwa ajili ya kushuhudia hilo, lakini niwatie moyo. Tusiache tu klabu chache ndo zikawa zina nguvu na zina uwezo wa kupata matokeo kwenye nchi hii, bali na nyinyi Singida mnaweza kulifanya hili. Rafiki yangu mmoja Juma Nature ana msemo wake okay, kwani wao wameweza, wana nini na sisi tushindwe, tuna nini? Ama sio? Kwa hiyo niwapongeze uh, ni, ni sana wana Singida, lakini niwashukuru sana wadhamini wetu wote, wadau wetu wote mliohakikisha uwanja huu unakuwa katika sura hii. Niwashukuru Airtel, niwashukuru NBC ambao mmekuwa mkituunga mkono katika sehemu mbalimbali mbali za michezo na kufanya kazi yetu tuliopewa na Mheshimiwa Rais kuwa rahisi kweli kweli, lakini niwashukuru PM Bet na wadau wengine wote ambao mmechangia na kuhakikisha leo tunakutana hapa kuja kushuhudia uzinduzi wa, wa, wa uwanja huu mzuri. Niwaombe wanasingida, uwanja huu ni wa kwenu mna uh, wajibu wa kuutunza na kuhakikisha muundombinu bora huu wa kwenye masuala ya michezo unabaki hivi, na Singida inatajwa kuwa miongoni mwa maeneo ambayo yana sehemu bora kwa ajili ya kucheza NBC, NBC Premier League, lakini na michezo mingine mbalimbali. Ama baada ya kusema hayo, nimefurahi sana kuja Singida leo, naamini nitakutana na wale kuku ambao ni maarufu kweli kweli.